Tumezungumza sana kuhusu ajira na ili nalirudia tena hapa. Mimi nilishauri kama tunaona hatuwezi kuwaajiri Watanzania wote kupitia ajira poto, ajira hizi tuzigawe kwenye halmashauri. Kila halmashauri, wewe ajira zako ishirini, wewe ajira zako kumi, wewe ajira zako thelathini. Wakikosa kupata mtu mwenye elimu hiyo ambayo inatakiwa kwenye hiyo ajira, watairudisha ile ajira, utapeleka mkoa mwingine lakini huu utaratibu wa kuwaleta wote pamoja, hivi hivi vyeti mlivyowapa mnavikagua, unasema hichi cheti cheti chako original kabisa hichi, alafu baadaye unamuingiza kwenye mtihani mtihani wa dakika moja ndio umkoseshe mtoto ajira, haiwezekani, haiwezekani. Tuna wa stress watoto wetu, hii si sawa. Wewe umekagua cheti chako cheti cha ualimu, mtu anasoma zaidi ya miaka mitatu, yaani wewe unakuja kumpa mtihani wa dakika mbili, unafuta yote haya, masomo yote aliyosoma miaka mitatu yanaonekana hayana maana kwa sababu ya mtihani wa dakika mbili. Ah, hii si sawa. Kama uwezo wetu tunaajiri watu tuseme, bana, hey, 15, tuseme bwana eh hey, ajira elfu kumi na tano tunazigawa katika halmashauri, nendeni mwajiri bila kusumbua watu kuwajaza hapa. Wanakuja wanalala nje, watoto wa watu wanakuja na nauli za kukopa. Wakija hapa wanaishi maisha magumu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Hii si sawa. Badala ya kuondoa kero tunazalisha kero. Hii inakuwa si sawa. Kwani ukisema kwamba tuna uwezo wa kuajiri watu elfu kumi na tano, leteni vyeti ukavikagua ukawaajiri. Si jambo limeisha. Sasa leo hivi unakuja unanipa mtihani, mtihani wenyewe wa dakika moja, alafu huu mtihani wa dakika moja unaniondolea sifa yote niliyosoma, alafu huyo huyo aliyefeli mwaka huu, huu makahuhu, amekosa mwakani anafaulu. Hii inakuwa si sawa. Kwao ni lazima tuwatendee haki kabisa eh? Tuwatendee haki wananchi wetu, lakini mheshimiwa mwenyekiti, nimezungumza sana kuhusu lango la utalii kutoka hapa kwenda Iringa ukitumia barabara ya lami uje kuingia mpaka hadi kwenye mbuga za wanyama, mzunguko wake ni mkubwa mkacho, tuna barabara ya mkato, tunaishauri serikali kwamba ukitoka hapa mpaka mpunguzi kwa tone Mavunde, ukitoka pale mpunguzi nenda moja kwa moja, nyoosha moja kwa moja mpaka hadi huzi. Ukitoka huzi nenda moja kwa moja manda, ukitoka manda, jenga pale daraja la kuingia kwenye mbuga, inakuwa rahisi sana kwa watalii, na sisi huku tutaguswa na maendeleo kwa haraka, kwa sababu sisi mbuga yetu huku tunakutana na mzee Lukuvi kule, pamoja kwamba anaona pale, tunaomba mtusaidie kurahisisha lango la utalii lipitie Ilangali